Watu ambao wameandika historia Asante Azam FC kuingia makundi. Mnajisikiaje mkiwa kama wachezaji? Wachezaji, ah, kwa ujumla kama tunajisikia faraja kuweka historia ya klabu. Angalia zaidi ya miaka 21 klabu imepambana kuingia makundi, kama mchezaji na nipo katika squad ambayo imeweka historia, mimi binafsi najisikia faraja. Lakini kwa upande wa wachezaji wote kila mchezaji yuko happy na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ile ambayo kwaile. Pindi ambapo mnaanza michuano, pingine pingine kocha michuano pengineoha pingine anazungumza na nini hasa? matarajio yake alikuwa akiwaambia kuhusu kariera yenu, lakini pia vile vile ndoto yenu ya kuipeleka Azam FC kwenye njia ya hadi ambayo wanakuwa wanataka mashabiki wengi. Ah, kwanza kabisa kocha ambacho alikuwa akisisitiza zaidi kwamba target target kubwa target kubwa ya ya klabu klabu ilikuwa ni kufika. Kwa hiyo tangu tunaanza pre-season alikuwa akisisitiza kwamba target ya kwanza ya klabu ni makundi. Naamini kwamba kile nahofanya mazoezi na kile ambacho akisisitiza akisisitiza mwalimu ambacho kimetokea. Naamini kwamba kila ambacho kaweka malengo na ukamfatisha malengo anachosema, alhamdulillah Mwenyezi Mungu anabariki. Pengine, hmm, kuna kitu chochote ambacho mna wadogo zenu ambao ni timu ndogo yeah, kuna namna ambao wanabidi wajifunze kwa timu kubwa kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ule ule ambao Azam FC wameanzisha ile? Ni kweli kwa sababu wanasemaga hatua moja uanzisha hatua nyingine, naamini sisi tulijifunza pia kwa watu ambao walikuwa wakiingia hatua makundi mara nyingi na ilikuwa kiyote muda wote, naamini kwamba kwa kwahichi tulichokifanya Itakuwa bora kwa watu ambao wanakuja nyuma yetu kujifunza kupitia sisi. Mnawaahidi nini mashabiki kwenye safari hii? Na kubwa tunawaahidi mashabiki kwamba tumeingia hatua ya makundi na malengo yalikuwa makubwa ni kuingia hatua ya makundi, lakini tushaingia hatua ya makundi. Kinachobadilika sasa hivi ni malengo. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu, atatubariki tutapiga hatua zaidi ya hizo. Shukrani sana. Asante. Umekuwa miongoni mwa watu ambao wameandika historia hii leo ya Azam FC kufika makundi. Pengine, mkiwa kama wachezaji Unajisikiaje kwenye hii fahari ambayo mko nayo? Najisikia vizuri uh, kama mimi kijana bado mdogo na uh, ni ndoto kubwa, ndoto kubwa sana aa, najisikia furaha sana. Amefika kocha Ebenge. Pengine labda anawazungumza kitu gani hasa, kipindi unapokuwa kwa mazoezini na kuambia matarajio ndani hasa? Kwanza ni kocha, pili ni mzazi kwao, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna furaha kuwa naye yeah.